Je, umewahi kufanya jambo vizuri sana mpaka ukahisi watu watakushangilia lakini badala yake ukagundua tabasamu za watu zimepoa? Umeona macho ya ajabu ya kimya ya kukuchunguza kana kwamba umefanya kosa ilhali umefanya kilicho sahihi? Karibu Fikra Sahihi. Na kabla hatujaingia ndani ya undani wa nguvu, hakikisha umebonyeza subscribe, like Comment na share, maana kinachokuja leo kinaweza kubadili jinsi unavyoishi, unavyofanya kazi na unavyopanda juu kimya kimya, bila kuvuruga mustakabali wako. Leo tunachambua sheria ya kwanza, Never outshine the master, kutoka kwenye kitabu The 48 Laws of Power cha Robert Greene. Kuna ukweli mchungu katika dunia hii, watu hawakuangalii tu kwa macho wanakuangalia kwa ego zao. Unaweza kuwa mwenye uwezo, unaweza kuwa na kipaji, unaweza kufanya kazi zaidi ya watu wote, lakini ukivuka mstari ambao haujajengwa kwa kalamu bali kwa hofu, wivu na hisia za kutotaka kupitwa, maisha yako yanaweza kubadilika ndani ya sekunde. Ndio maana Robert Green anasema je, yeah, kabla hujataka kuonekana jua ni nani anataka kubaki anaonekana. Bosi wako anaweza kucheka na wewe, lakini ndani yake anaogopa kupitwa. Mwalimu wako anaweza kukupa hongera, lakini ndani anaogopa kupoteza heshima. Wazee kazini wanaweza kuonekana wanafurahia uwezo wako, lakini mioni mwao kuna swali moja: je, kijana huyu atachukua nafasi yangu? Maisha hayako fea na Robert Greene hakuficha hilo. Hebu sikiliza hii. Kuna kijana mmoja kazini, jina lake tuseme Kelvin. Kelvin ni mchapakazi, ana akili, ana speed ambayo kampuni nzima imeshindwa kuielewa. Kila wanampanda kazi, anamaliza haraka, anapiga kazi ya watu watatu peke yake. Wote wanashangaa. Lakini bosi wake, Bwana Dominic, alianza kubadilika. Alianza kumtazama Kelvin kwa macho ya tahadhari, sio tena ya furaha. Kila mafanikio ya Kelvin yalikuwa kama kitu kinachomkaba koo. Watu ofisini walikuwa kama Kelvin anatesa, lakini bosi wake alikuwa kama Kelvin ananipita. Siku moja mbele ya timu nzima, Kelvin akatoa wazo kali, zito lenye kubadili kampuni. Lakini bosi wake akauliza swali moja tu lililoangusha kila kitu. Huko shua umeielewa kwa undani? Hii idea huko shua umeielewa kwa undani? Swali hilo lilikuwa sumu, lilimwonyesha Kelvin kama bado mchanga, lilimrudisha chini, wote waliona tofauti. Ndio siku Kelvin aligundua sheria hii ya nguvu: hata kama una uwezo wa kung'ara, usiwahi kung'ara kupita yule anayehisi anamiliki anga hilo. Kuwa na kipaji si tatizo, kufanya kazi vizuri si tatizo, kuonekana bora si kosa. Kosa ni kuivunja ego ya mtu ambaye hatua moja tu amekutangulia. Watu walio juu hawataki kuona umefika, wanataka kuona wanakufikisha. Wanataka uonekane mzuri lakini bado chini yao, wanataka uendelee lakini kwa idhini nao. Kwa hiyo unachofanya ni hiki: onyesha heshima hata kama wewe ni bora, acha bosi apokee sifa hata kama kazi ni yako. Tembea kwa akili sio kwa mbwembwe mbwe. Usitumie nguvu yote saa moja, tumia busara kwanza. Hii sio unyonge, hii ni kiwanja cha mchezi wa nguvu. Huko ndiko Robert Greene alitaka kukufanya uelewe. Dunia ina kanuni zake na kanuni hizi hapotezi. Kama unataka kupanda, panda kimya. Kama unataka kushinda, shinda kwa busara. Kama unataka kutawala Anza kwa kujua hisia za wale walio juu yako. Kujua sheria hii ni kujilinda, kujua sheria hii ni kuishi bila vita visivyoonekana, kujua sheria hii ni kuendelea mbele bila kuharibu njia yako kwa kuwakosea wale wenye ego dhaifu. Kama umehisi maneno haya yamegusa sehemu ya maisha yako, basi bonyeza subscribe, like, comment na share maana tunapoendelea na sheria ya pili, utaelewa kwa nini dunia hii si ya watu wa nguvu tu, bali ya watu wenye akili ya kutumia nguvu kwa usahihi. Acha koment hapa chini, ni wakati gani uliwahi kung'ara kupita kiasi mpaka ukalipia bei yake?